Coach eh, Ali Ali, habari za kwako, na karibu kwenye mkutano huu kuelekea kwenye mchezo wa Ngao ya Jamii, mchezo ambao ndio unatufungulia msimu eh, wa soka la wanawake na mnacheza dhidi ya Simba Queens kesho, hali ikoje, matayarisho pamoja na mambo mengine? Asante uh, sana kwanza na shukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama na kutukutanisha watu wote hapa leo kwa ajili ya mechi ya kesho. Maandalizi yako vizuri. Wana wangu wapo vizuri na tulifanya mazoezi zaidi ya mwezi mmoja nyuma kujiandaa na hii Ngao ya Jamii. Ah, uh, timu ya Mashujaa Queens sio timu ya siku nyingi sana kwenye ligi ya wanawake, lakini msimu uliopita tulifanya vizuri tukashika nafasi ya nne, mpaka tunashiriki leo kwenye Ngao ya Jamii. Tutaingia kwenye mechi ya kesho kwa kuheshimu Simba, kwa sababu Simba ni timu ambayo ipo siku nyingi kwenye ligi ya wanawake. Mechi ya kesho ni mechi ya mbinu. Mechi ya kesho ni mechi moja ambayo inaweza kuzaa mechi ya pili. Kwa hiyo, mechi ya kesho tutaingia kwa tahadhari kubwa, kwa kusoma kwanza wapinzani wanacheza vipi, ili tuweze kukabiliana nao lakini na imani kwa wachezaji wangu mafunzo tulio hapa Mungu, kesho kaamka salama, na imani wakiashika ale tulio hapa mazoezini, mechi ya kesho kwa wezo hala tutashinda. Uh, mechi ya kesho washabiki wengi wategemee kuona mpira mzuri na mpira wa ushindani kama nilivyosema mwanzo mechi ya kesho ndio nazaa mechi ingine kesho. Tunaenda kwenye mechi moja ili tuzaa mechi ya pili, lazima tushinde mechi ya kesho, ukitegemea mechi ya mwisho kuni, kuni ligi tutoka nao duroo Simba. Kwa hiyo mechi ya kesho lazima tuingie kwa kupambana na kuheshimu, na tuangalia mazuri yao tupambane nayo, madhaifu yao ndio tutumie udhaifu wao ili kupata matokeo kwa mechi ya kesho. Ah, furaha yangu kweli nilikuwa na furaha kubwa kuona timu imefikisha kwa nafasi ya nne, lakini kama mwalimu mategemeo yangu sio hayo. Kutegemea huko nyuma nishao kuchukua ubingwa mara tatu ligi kuu ya wanawake, kwa hiyo malengo yangu makubwa nione tena nachukua ubingwa na hii timu nini, Mashujaa Queens. Ah, kuna wachezaji ndio tumeingiza ingizo jipya na wengine wanaingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza, lakini kuna mchezaji ambao wa kikosi cha kwanza masika na mkosa kutokana na majeruhi, lakini vile vile hao waliokuja kuniingiza jipya ni wachezaji ambao wanaongeza chachu kwenye timu kuhakikisha kikosi kinakuwa imara kupambana na kwanza ni furaha kwetu, pili tuna kibarua, maana kwa unavyoingia kwenye Ngao ya Jamii kama hii, watu wanataka kuona kweli umeingia kwa kubahatisha au umeingia kwa kumaanisha. Kwa hiyo kwangu, kama mwalimu, hainisumbui kwa sababu nishapambana kwenye ligi ya wanawake katika nafasi kama hizo. Lakini kwa wachezaji na wachezaji nao wazoefu, ambao walishachukua ubingwa kwenye vilabu vingine, kama kina kina Koku Panga ameshachukua ubingwa akiwa na Simba Queens ah, kwa, kwa, kwa hiyo naye na na kina, kina na ni mzoefu kwenye mashindano. Kama, haya tunao, kina Fatuma, kitu nini. Kwa hiyo na imani haitatusumbua kama timu na vile vile tatufanya sisi tuzidi kujengeka tuweze kufanya vizuri mechi ya kesho. Kwanza tumemshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha siku kama ya leo. Tunaomba pia kesho aweze kutuamsha salama. Lakini kwa wachezaji wenzangu kila mmoja ana hali amejiandaa kwa mchezo, kila mmoja ana morali na mechi, kila mchezaji ana utaka mchezo. Kwa hiyo kama sisi wachezaji tumesikiliza benchi ya ufundi nafikiri tukifuata maelekezo ambayo ametupa tutapata matokeo mazuri kwa upande wetu michezo, fiki, michezo ya kirafiki imetusaidia pia kwa sababu ile kwenye wa, kwenye hizo mechi za kirafiki kuna kitu ambacho alikuwa anakitafuta na ameweza me, kutuambia kwa sababu mwalimu, vile vitu ambavyo alikuwa anatuambia sisi wachezaji tukavifanyie kazi tumepata gap kubwa, tumepata muda. Tunaamini mpaka hii mechi inafika hii tutakuwa tupo vizuri tuweze kupata matokeo.